Bon, tunaangazia pale Simba inapoenda kuelekea kucheza pambano lake la fainali dhidi ya RS Berkane nchini Moroko. Nimeweza kukutana na wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, nimeweza kukutana na mashabiki wa chuo kikuu cha Iringa wakielezea ni namna gani Simba wanaweza kufuzu hatua ya kuchukua hilo kombe.

mchezo wa kwanza na aa wa fainali utakuwa mgumu kutokana na matokeo Simba na matokeo ya Simba, lakini pia wapo namna ambavyo Berkane sahizi wa katika michuano kwenye ligi kuu ya kule nchini Moroko Botola. Berkane ni mabingwa wapya wakiwa na alama sabini. Wameweza kuchukua ubingwa apale wakiwaondosha kwelikweli FAR Rabat. Eh, Widadi Kasabanka waja Kasabanka like ambayo ni miongoni mwa majanti wakubwa sana katika nchini kule Moroko, lakini ukiingia katika kwenye kombe la shirikisho si haba wana wana wana, wana, wastani mkubwa sana wa kuweza kucheza mchezo hii kwa sababu unaangalia namna ambavyo wanakutana kwa majanti wengi lakini namna ambavyo wameweza kuondosha sisi kwa e, sauti wakiwa nyumbani waweza kupata ushindi wa goli nne kwa sifuri lakini pia wakiwa ugenini waweza kufunga goli moja kwa sifuri. Kwa hiyo kwa namna hiyo ni miongoni mwa wa timu ambazo zinatumia vizuri uwanja wake wa nyumbani e, kwa sababu zinaamini kwamba kama wakiweza kupata wastani mzuri wa magoli katika mchezo wao wa nyumbani, basi ndio wao utafanikisha kuweza kumaliza msimu wake huko nyumbani, akienda nyumbani ni mwendo wa kuzuia tu, na kuweza kuruhusu, kutokuruhusu magoli yote. Eh, achilia hivyo pia, eh, miaka mitatu iliyopita Simba kuja na Simba Ikane waweza kukutana kwenye hatua ya makundi ya Kombe la Shirikisho. Eh, mchezo wa kwanza ukipigwa pale nchini Morocco tunaweza kushuhudia Simba akija kufunga mbili kwa moja, lakini pia eh, mchezo wa hapa nyumbani Simba alizopata ushindi kwa moja kwa sifuri. Kwa hiyo kwa namna hiyo, eh, ni majanti ambao wanakutana wawili ambao wanajuana, lakini Simba Ikane naona wana hatari kubwa sana kama Simba asifanyia E, majukumu katika idara yao ya ulinzi e, kuanzia e, kiungo mkabaji ali nafasi pia e, ya ulinzi kwa e, hiyo. Kwa namna hiyo ni wema tu kocha Davis kwenda kuheshimu eh, asibekane aidha waweze kufungwa magoli eh, yasiyo kwa mazito eh, kuweza e, wakiyo hapo nyumbani, aidha wafungwe goli moja kwa sifuri, afungwe goli mbili kwa moja, au tatu mbili ambao wao wow, itawezesha kuweza kuweza ku level scoreboard wakiwa e, nyumbani na kuweza kupata ushindi, lakini kwa, lakini kwa namna hiyo kama wakiruhusu magoli zaidi ya matatu sifuri basi kwa sifuri basi, itakuwa ni ngumu sana kwa Simba kuweza kutoa tajiri e, wakiwa hapo nyumbani kwa majina anaitwa tu Shabani, ni shabiki wa soka kwa mchezo ambao upo mbeleni hapa, kati ya, kati ya respekan pamoja na Simba Sports Club e, ni mchezo ambao Simba anaenda kuandika rekodi mpya, rekodi ambayo e, wanaweza wakaitunza, waka, waka, waka, waka na vizazi, kwa vizazi kaja kupitia rekodi hiyo. Kwa mfano e, Simba hivi sasa ikatokea wametoa ubingu itakuwa ni rekodi ambayo itadumu sana kwenye e, maisha ya klabu, lakini pia kwa mashabiki ambao wapo kwa sasa hivi. Kwangu mimi, napenda kuongelea maandalizi ya Simba kuelekea mchezo huo. Ni maandalizi ambayo hayahitaji e, hayahitaji papara kama michezo mingine, ni mahitaji ambayo e, ni maandalizi ambayo kocha Fad Davis anatakiwa kukaa chini na timu yake kukaa chini na e, technical bench na kupanga mikakati mizuri zaidi kuliko ambayo tumeiona kwenye hatua e, ya robo finali nusu finali na hatua e, nyingine hata ndani ya ligi. Kwa hiyo wanatakiwa kwenda na mikakati. Cha kwanza, mkakati mkubwa Fadu, wanatakiwa kujua kwamba namna gani wapinzani wake wana hatari sehemu gani. Wakishalibainisha hilo basi, ajue jinsi gani ya kuwa attack ama kuwazuia kuwa wale E, ule uhatari wa timu pinzani ku, ku, kufika kwenye lango lake. Kwa hiyo kwangu mimi kwanza Arsenal naona ni watu ambao wa ni timu ambayo inapocheza mchezo wa kutafuta mabao mengi ina, inaweza kufanya hivyo ina. E, tumeona kwenye mchezo kati ya Constantine nyumbani walimaliza game lakini pia michezo mingine ya, ya makundi. Kwa hiyo, mm -hmm. Fadu anaenda kutana na timu ambayo kwenye uwanja wa nyumbani najitahidi sana kufunga mabao mengi ili mchezo uweze kuisha. Kwa hiyo mkakati ambao mimi nauona ni mkakati mzuri sana. Kuna makosa ambayo waliyafanya Simba dhidi ya Almasi ambayo yalitugharimu tukafungwa magoli mawili na tukashindwa, e, tukajitahidi tuka sana nyumbani kutafuta ushindi mpaka tukaenda hatua ya penalty. Kwa hiyo hatuhitaji E, kuyaona hayo matatizo ndani ya hatua e, kama hii ya fainali, inabidi tuende na mkakati mzuri zaidi, kuufanyia kazi ule mkakati wa awali, kuweza kuuboresha vizuri, ili tuweze kujiweka kwenye njia nzuri ya sisi kuto kuruhusu mabao mengi, na ikiwezekana basi Simba aweze kupata hata bao moja la ugenini ambalo litakuwa kama starter kwenye uwanja e, wa nyumbani. Kwa hiyo maandalizi yanatakiwa yawe makubwa kwa wachezaji, na wachezaji wafahamu kwamba hii ni hatua ambayo Simba Sports Club wanaihitaji kuliko kitu chochote kwenye, e, kwenye, kwenye, kwenye maisha yao wakati huu hapa, na pia benchi la ufundi linatakiwa litambue hilo na watambue pia wapinzani wao waangalie pia e, aina ya wapinzani ambao wako nao. Kwa hiyo kwangu mimi Simba Sports Club nawapa na, na kila laheri, na Mungu awatangulie, lakini pia wawe na maandalizi mazuri kwenye mchezo huo wahakikishe awaruhusu magoli ya bavu mawili, hapo itakuwa ni rahisi sana kuja eh, kufanya wonders kwenye uwanja wa Mkapa na kuweza kuchukua eh, taji la Afrika kwa mara ya kwanza. Ata Yusuf Mbuke ni shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club. Bwana nakwambia Simba Sports Club tunakuja na sera tofauti tofauti katika kila hatua hasa katika eh, kombe hili la shirikisho ni kuzungumzia michuano hii ya CAF. Eh, kama unajua Simba tuna katika fainali ya 17 zidi ya RS Berkane kule Moroko. So Simba wamefanya maandalizi mazuri ambayo naamini watakwenda kufanya poa na kitu ambacho naomba Simba waweze kucheza kwa nidhamu. Ukiangalia Simba ni timu ambayo ina location scout, yani, na scout scout wa location ambao wanafanya poa kabisa na wanafanya vitu vizuri na wanawakilisha vitu vizuri.

siku moja baada ya mechi ndipo wasafiri. Hii ni kwa sababu za kiusalama, kutokana na kwamba kule hakuna five star hoteli ambayo wachezaji wa Simba watakuwa katika sehemu salama. Katika hiyo sehemu ndio ambapo kuna kiwanja hicho ambapo mechi itashaka kupigwa, basi hivyo kama wataweza kufika kule sehemu usika, inatakiwa kuwe kuna uangalizi mkubwa sana, kwa sababu sehemu wanaocheza ni sehemu ambayo kusema kweli haina usalama wa kutosha kwa wachezaji, na wakiangalia wenzetu wa Arabu ni watu wafigisi figisi sana mana amna five star hoteli ambao, ka tunaamini kama wachezaji wa Simba na bichi la Simba kiujumla na uongozi wote utakuwa salama. Kwa hiyo ni taratibu ambao viongozi tayari washatangulia kule kwenda kuweka mambo sawa. Na ukiangalia kosi ya Simba, tumemaliza michezo za vipole kwenye ligi, tunakwenda katika fainali, macho yetu yote hapo kwenye fainali. Tuna wachezaji ambao tutaamini wataipatia timu matokeo. Kila mchezaji yupo kwa ajili ya ku hizi mechi ngapi, nne alizocheza Sio mchezaji wa kawaida, tuangalie movement zake, combination yake e, yeye na Kid Denis wanafanya poa zaidi, lakini pia kwa upande wa backline tunashukuru Chema Lorne amerudi e, kwenye nafasi yake yuko vizuri pia, lakini tuna beki ambaye pia ametoa bendisha na alitufanya tumsahau Chema Lorne na tuzungumzia Karabo Chamo, mchezaji mzuri ambaye pia amefanya poa na ameweza kuaminisha kocha kwamba pia kumbe anaweza kuendesha. Mimi nikaanza nikafanya a, naamini kikosi cha Simba tupo salama, na naomba Mungu azidi kuwapatia afya njema wachezaji wetu wa afi, anjema, Simba waweze kule kupata matokeo mazuri, kama sio draw, maybe kushinda, kwa sababu lolote lipo kwenye mpira a naae ban nis ambacho kina uwekezaji mkubwa wa kifedha tofauti na, na sisi. Thamani yao yuko juu pia, lakini ukiangalia kinamba na kitakwimu unaweza kuambia Simba ni namba nne kwa ubora ni tofauti so Simba ambacho anaomba kacheza kwa nidhamu na kocha Fadru, na mwamini ni mtu wa mbinu, anatumia mbinu zake sahihi kabisa, na anataka vizuri, ili aweze kuweza kupata matokeo kama sio good draw, mengi kuruhusu goli zisiruhusu goli zaidi ya moja, ili Napoli tarehe 25 katika uwanja wa Mkapa eh, tukaweza kumaliza biashara na Simba. Mashabiki zangu wa Simba ambao mpo Dar es Salaam, mpo wapi, twende tarehe 25 tukaokana tiketi. Nimeambiwa platinum zimeshaisha, nataka tiketi zote tuzimalize before, siku ngapi kabla ya mchezo, kwa sababu naamini ili yakome, tunabeba sogeni yetu hivi sasa, tunasema ili tunabeba. Asante hey. Leo nenda kuletea timu pekee inayotoka Tanzania ambayo inawakilishwa na Simba Sports Club ambao wameweza kusafiri nchini Moroko kuminyana uso kwa uso na RS Berkane, ambapo tunapo ambapo tunaona RS Berkane inashika nafasi ya nne na Simba Sports Club inashika nafasi ya pili. Mechi ya mkondo wa kwanza unaenda kupigwa tarehe kumi na saba nchini Morocco, ambapo mechi mkondo wa pili, ambapo hiyo ndio itakuwa fainali ya mwisho itakuja kupigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam.